Mheshimiwa mufti, inasema kuliombea taifa ni katika mafunzo ya Uislamu. Huenda wako watu ambao ni wavivu wa kufikiri, wanaweza kusema kama walivyotangulia mashehe kusema kwamba sisi hapa tulipo ni machawa na tunachokifanya siyo jambo sahihi. Sasa mimi leo nataka niwaambie, swala zima la kuliombea taifa lako kuiombea nchi yako ni jambo ambalo

ni baba wa aqida ni baba wa manabii na ni baba wa iman. Nabi Ibrahim alayhi salam aliliombea taifa lake na kuiombea nchi yake. Tena kwa mujibu wa Quran amefanya dua maalumu kwa mji wake, nchi yake na taifa lake mara mbili. Twende katika sura ya pili, Albaqara aya nambari 126, na na tusikilize Allah anavyotuambia namna Nabi Ibrahim alayhi ssalam alivyokuwa ni mzalendo.

lakini katika suratu Ibrahim akatumia alifu na lam ya marifa, rabbi jaal hadha lbalada albalada amina, kwa sababu mji tayari umekwisha imarika na watu wameongezeka, tofauti na katika suratu Lbaqara kulikuwa katika mji wake watu wawili tu, mtoto wake mchanga na mama yake mzazi. Nini maana yake? Maana yake aya zote hizi mbili zinatuthibitishia ya kuwa Nabi Ibrahim, baba wa manabii, baba wa tauhid, baba wa aqida, baba wa imani, alikuwa akiombea mji wake, nchi yake na taifa lake kwa ujumla.

kisha waruzuku watu wake kutokana na matunda mbalimbali walioamini miongoni mwao. Katika aya hii, ndugu zangu, nabii Ibrahim ameiombea nchi yake na watu wake mambo makuu mawili: jambo la kwanza, amani; jambo la pili, maisha bora. Na cha kushangaza ametanguliza kuomba amani kabla ya chakula, kabla ya riziki, kabla ya matunda, na kabla ya hata maisha bora, kwa sababu anajua ya kuwa pasina amani hakuna maisha. Katika Suratu Ibrahim pia kawaombea watu wake na mji wake mambo makuu mawili, alisema:

Tusije tukawa wenye kuabudia masanamu. Kwa hiyo hili ambalo leo tunalifanya sisi lina mashiko kutoka katika Qur'ani tukufu, lakini pia kutoka katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukienda katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam Alimamu Muslim anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 1373 hadithi abu Huraira, ya abu Huraira ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amenyanyua mikono yake mbinguni na akamwomba mola wake kama ifuatavyo akasema: allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka

ma jaalta bimakkata min al barakah e Allah, ninakuomba ujalie Madina, mji wa Madina uwe na baraka maradufu kama ulivyojalia mji wa Makka kuwa na baraka. Hawa ni manabii na hawa ni mitume. Na kwa mujibu wa wanawachuoni wa siyar wa tarikh nabii bora mtukufu mtakatifu nambari moja ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini anayemfuatia kwa ukubwa na utukufu ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo ni wajibu wa kila muislam na kila mtanzania kuiombea nchi yake na taifa lake kwa ujumla na jambo kubwa ambalo tunatakiwa kuiombea nchi amani, utulivu na usalama, na maisha yaliyo mazuri. Kwa kumalizia, hatupo hapa kuwaombea watu maalum dhidi ya wengine, bali tupo hapa kwa ajili ya kuiombea nchi nzima na wananchi wote kwa ujumla, hata wale wale wavivu wa kufikiri wanaodhani ya kuwa wanaposikia dua ya kuliombea taifa moja kwa moja wana tafsiri tofauti. Ninaomba nikwambieni ya kuwa dua hii pia inakuhusuni nyote, utake usitake. Tupo hapa kuombea Watanzania zaidi ya milioni sitini na kuiombea Tanzania na viongozi wake kwa ujumla. Lakini pia katika visomo ambavyo leo tumefanya, Qurani imesomwa mara nne, misahafu minne, na tumebakisha msahafu mmoja wa mwisho ambao utasomwa kwa ruhusa ya Mheshimiwa Mufti, tutakuwa tumepata misahafu mitano na tutatawasal kwa Allah kupe, kupitia maneno yake, aendelee kuilinda Tanzania na awalinde wa Tanzania na viongozi wetu kwa ujumla. Nataka nimalize niseme ya kuwa hata viongozi kuwaombea hilo limethibiti. Kama linakuuma basi, na wewe kuwa kiongozi, tutakuombea na sisi Waislamu sio wabaguzi, kama alivyosema Shekhe Mziwanda hatufanyi haya eti kwa sababu rais ni muislamu mwenzetu. Kumbukumbu yangu inanituma hakuna kipindi tumefanya dua na visomo kwa wingi kama awamu iliyopita, na Mheshimiwa mufti alikuwa akituagiza kila wakati. Awamu iliyopita kulikuwa na nini? Corona. Simnakumbuka kila dakika mufti anatoa tamko, mashekhe wote viongozi wote, dua, visomo, Mungu ailinde nchi hii, korona ipeperuke, isiingie, sijui ugonjwa gani usiingie. Je, rais wa awamu ya tano alikuwa muislamu wenzetu? Sisi waislamu sio wabaguzi, na hatupaswi kuwa wabaguzi. Tutaendelea kuiombea nchi hii na viongozi wake, hata kama mama Samia akimaliza awamu yake Atakayeingia tuko naye, tutamwombea. Mungu amsimamie amwezeshe, na Mungu aisimamie taifa letu. Namwomba Allah, nasema Allah, nakuomba uilinde Tanzania. Allah, nakuomba uwalinde wa Tanzania. Allah, nakuomba uilinde nchi yetu na uishushie kila la kheri na kila la baraka. Allah, endelea kujalia nchi yetu iwe nchi ya amani na usalama na maelewano. Allah wajalie viongozi wetu kila la kheri, wahifadhi na shari za binadamu na majini, wahifadhi kutoka mbele yao nyuma yao kuliani kwao kushotoni kwao juu yao na hata chini yao. Allah, pokea dua zetu. hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin